Ah uh, leo nataka niwaelekeze namna Bitnest inavyofanya kazi. Kama ukiweza kuangalia vizuri kwenye token pocket wallet yangu ah uh, nina amount ya hii hapa dola 7.8 na BNB kaza. Sasa ukitaka kuingia kwenye Bitnest kitu cha kwanza utaingia hapo kwenye discover, then utapaste link ambayo amekupa mimi tayari ilikupo nishapewa. Kwa hiyo itafunguka kwenye Bitnest utakuja mpaka kwenye Bitnest loop. Huu hapa ambao unaweza kaona bado sekunde kadhaa hapo, kumi na mbili kumi na moja kumi. Unaona mkataba wangu ishe na amount yangu ambayo iko kwenye wallet hii hapa dola saba pointi nane circulation, ndo hii hapa, imeisha, imeandika complete kama unaweza kuona hapo, kataba wangu hapa siku 28 umeisha, na ina maana ukiisha, hela yangu inarudi kwenye wallet yangu, kule kwenye wallet yangu ya Token Pocket wallet kule, inaonekana mtaji wangu ulikuwa ni dola 100 dola 187.5 lakini faida ambayo imekuja jumla, mtaji ambao merudi na faida ni dola mia mbili thelathini na mbili point tano kwa siku 28, unaona? Unaweza ukapigia hesabu hapo kwamba faida ni sawa na kiasi gani. Na ukiangalia vizuri kuna oda ambazo pia zinaendelea hapo juu. Aa, ukiangalia vizuri hapo kuna oda ambazo zinaendelea hapo juu na mtaji wangu tayari usharudi, kumbuka kwenye wallet yangu kule ya Token Pocket ambao ni dola 240. Tuwa tukajithibitishia. Turudi nyuma hapa na ingia hapo, unaangalia tayari hii hapo elako Ishaingia, dola mia mbili arobaini point tatu. Zilikuwa saba, kumbuka. Kwa hiyo, baada ya kuingia hapo ina maana unaweza ukaingia tena ukachukua mkataba mwingine kama kawaida. Unaweza ukaingia hapo kwenye account yako ya business, utakuja sehemu ya mkataba hapa kwenye circulation, utaweka mtaji ambao unataka kuingia nao tena, maximum kwamba unaingia na mtaji wote e, unachagua siku siku ishirini na nane baada hapo unabonyeza circulation, itakuonyesha kabisa siku ishirini na nane faida ambayo itakuja ni sawa na dola ngapi? Unaona 298. Ukishabonyeza circulation una confirm hapo. Unaweka password yako, mimi naweka fingerprint, inakubali. Circulation yako ina maana hapo inaanza tena kuanza. Ah, ya huo mtaji ambao umeweka inaandika submitted successful, maana hapo tayari, ukishuka huku chini utaiona oda yako ambayo umeiweka, hii hapa, hii hapa ya kwanza kabisa. Hii hapa oda ya siku ishirini na nane, hii hapa unaweza ukaiona.